Kwingineko ni kwamba madaktari, maafisa wa afya pamoja na watetezi wa haki za walemavu wa wametoa hamasisho kuhusu matibabu ya ulemavu wa kupinda miguu. Kulingana nao, ugonjwa huo ukitambuliwa na kutibiwa mapema, asilimia tisini na tano huweza kurekebishwa na waathiriwa kuweza kutembea vizuri tu. Wakizungumza mjini Meru wakati wa kuadhimisha siku ya ulemavu huo wa kupinda miguu, wasimamizi wa hospitali ya rufaa ya Meru pamoja na muungano wa viongozi wa kanisa Katoliki wa kutetea walemavu Walisema zaidi ya watu 550 wamepata matibabu katika hospitali hiyo. Ndoashira, huyu mtoto nilimjifungua two years ago, ya nguo lakini alikuwa na shida ya hiyo club foot, but kupitia Mary General wamenisaidia sana, amekuwa under treatment and for now I don't regret. Naimiza wazazi wengine wote wenye wameficha watoto wao nyumbani waweze kuwaleta ili waweze kupokea matibabu yao. Vema kwa sababu baada nimepokea matibabu, kwa sasa naweza tembea hata bila hizo orthopedic shoes, natembea kwa miguu yangu mimi mwenyewe, alafu pia unakuwa na ujasiri auogopi wengine wakuona na miguu pinde. According to the statistics by the World Health Organization we are told that uh, at least one child out of 1000 uh, can be born with this condition, kuhamasisha watu wetu kuhusu mguu kifundo ama clubfoot, kuwajulisha ya kwa kwamba ni hali ambayo mtoto huzaliwa nayo na ni hali ambayo inaweza rekebishwa kupitia kwa njia ya kufinywa ama njia ya kurainishwa ama njia